Assalamu alaikum, mambo zenu, kama nisane, leo, kwa majina naitwa Rukia Laltia, na karibuni sana katika channel yangu. Katika video yetu ya leo, ningependa kuwafunza jinsi ya kutengeneza kabuli pilau, yani hii pilau ni ya kutoka Afghanistan. Yaani, kwa wale ambao wanapenda kula wali na ndizi, basi hii recipe itakuwa ni ya kwako, maana hichi chakula ni kitamu sana. Makinika nami hadi tamati. Moja kwa moja, tutaanza kutayarisha vegetable zetu. Tutachukua karoti zako kubwa kama hizi, utazitoa maganda alafu utazikata kwa urefu kama unavyoona katika video, alafu utachukua vitunguu vyako vikubwa kama hivi. Chakula chochote jamani kinahitaji vitunguu, unaweza kuongeza pia uka, ukaweka vitatu. Utavikata kwa slice nyembamba kama hivyo. Na sasa ni wakati wa kukaanga kila kitu. Utachukua karoti zako na utazikaanga kwa mafuta kama dakika tatu mpaka nne. Alafu pia utachukua zabibu kiasi kama kikombe nusu hivi ama kikombe robo kiupande wako utazikaanga kwa sekunde ishirini mpaka thalathini sio zaidi ya hapo. Na sasa ni wakati wa kutengeneza pilau yetu, yani kabuli pilau. Katika sufuria yako utaanza kuweka mafuta kikombe robo, wacha ya mafuta yapate moto vizuri, kisha utaweka nyama yako, mimi nimetumia nyama ya, ya kondoo. Alafu utaweka kitunguu saumu na tangawizi kilichosagwa pamoja kijiko kimoja chakula, garam masala kijiko kimoja kidogo, kari powder kila kijiko kimoja kidogo, majani ya bay ili kuleta harufu, na utaweka na bizari kijiko kimoja cha kula pamoja na chumvi, na utakamulia na ndimu. Changanya vizuri, ufunike nyama yako hivi kama dakika tatu mpaka tano Kisha utaweka pilipili za kijani, ila sio lazima ikiwa si mpenzi wa pilipili. Alafu utaweka na vitunguu vyako vya maji na utakoroga vizuri. Funika na uwache vitunguu vyako vipikike mpaka vilainike. Alafu utaweka maji maji, mimi nimeweka kama glasi tatu mpaka nne na utaongeza na chumvi kiasi, uache ipikike mpaka nyama itakapokuwa laini. Nyama yako ikishakuwa laini, utatoa nyama zote kwenye Uh, kwenye sufuria yako na utaweka kando, na mwisho kabisa utaweka mchele wako ambao umeosha vizuri. Mimi nimetumia mchele wa basmati kikombe kimoja na nusu. Koroga vizuri na ufunike mpaka maji yatakapokauka kama hivi. Maji yakishakauka utaweka kila kitu, utaweka nyama zako na utaweka na Uh, karoti zako pamoja na zabibu zako kama unavyoona katika video. Funika na foil paper vizuri na uache ipikike kwa moto mdogo mpaka kila kitu kiive vizuri, na baada kama dakika 15 wali wetu wa kabuli, yani pilau yetu ya kabuli, iko tayari. Kama unavyoona katika video, wacha ipoe kiasi ili wali wako usipate kukatika, ndio pilau yako ipate kutoka moja baada ya moja. Mashallah, kama unavyoona pilau ime iva vizuri na imetoka vizuri. Andaa katika sahani pamoja na pilipili pili yako ya kukaanga. Jamani, hichi chakula ni kitamu kitamu sana ajabu na I hope mtajaribu hii recipe. Ikiwa mtajaribu, njooni katika comment section ili mpate kunijulisha, na ikiwa ni mgeni, usisahau kusubscribe na msisahau kushare na kulike. Mki like video zangu ina kuuza ukuaji wa channel yangu, na asanteni sana na kwaherini, bye-bye.